Je, unajua Samweli aliitwa na Mungu mara nne usiku akiwa mtoto? Sababu itakushangaza kabisa. Hadithi hii inatokea wakati Samweli alikuwa mtoto mdogo akitumikia kimsingi Heli. Usiku mmoja sauti ya Mungu ikamuita, lakini Samweli alidhani ni Heli anayeita. Hili liliyarudia mara nne. Kila mara aliposikia alikwenda kwa Heli. Lakini Heli alimweleza kuwa ni Mungu anayemuita. Hii ni funzo kubwa. Mungu huwaita wale aliowachagua kwa njia tofauti, na si mara moja tu, bali mara kadhaa, ili kuhakikisha wanapokea ujumbe wake. Ujumbe aliyoupokea Samweli ulianza kuunda miongozo ya kiongozi wa Israel na unabii wa kweli. Hii inatufundisha kuwa tunapokuwa tayari kusikiliza, hata wito usiotarajiwa Unaweza kubadilisha maisha yetu. Bofia, subscribe sasa ili ujifunze zaidi simulizi za Biblia zenye siri na mafunuo ya kiroho kila wiki. Andika comment. Je, ungependa kusikia wito wa Mungu katika maisha yako?